Nitaenda nikupe vigezo vikuu baadhi ambavyo vinaweza kumfanya mtu awe afisa wa jeshi la wananchi pindi nafasi zinapotangazwa. Share video hii, lakini usisahau kusubscribe. Kigezo namba moja cha muhimu ni kigezo cha elimu. Elimu huwa inahitajika ni elimu ya kidato cha sita, au zaidi kama ni degree au diploma. Kigezo namba mbili cha muhimu ni kigezo cha umri. Mamlaka husika huwa wanaelekeza umri gani unaohitajika, mfano labda kama ni miaka kumi na nane hadi ishirini na tano lakini mamlaka husika huwa wanafafanua zaidi. Kigezo kingine ni afya njema, lakini pia awe amehudhuria mafunzo ya JKT. Hivyo basi wanaofaulu usaili na kutimiza vigezo vyote wanachaguliwa na kwenda kushiriki kozi ya uafisa.